Eh, bosi, kama unavyoona, eh, hapa tupo saiti, eh, tupo Dodoma kabisa. Tupo saiti Dodoma. Tunachimba visima. Eh, kama unavyoona, maji tumeshafikia maji ni ya kutosha, na hapo tupo tunasafisha. Karibu sana kwa huduma ya uchimbaji wa visima kwa namba zetu, namba 0612 81 29 60 au 07 56 54 samara tano arobaini na nne. Wote mnakaribishwa, hizo ni namba za ofisi, muda wote tunapatikana, muda wote zinapatikana. E, kama unavyoona huku tupo kabisa, tupo kwa Wamasai, kwa Masa Wamasai ndani ndani, watu wanawekeza huduma e, ya maji, wanawekeza huduma maji. Kwa hiyo sasa, ukitaka upate huduma ya maji bora, karibu sana, utapata e, kisima kwa gharama nafuu kabisa. Utachimbiwa kisima kwa gharama nafuu kabisa popote Tanzania. E, karibu sana, usisite kutupigia, usisite kuwasiliana nasi. Pia tuna mashine za kutosha, tuna vifaa vya kutosha. E, tuna, e, tuna kampani kubwa sana ya ufanyaji wa visima, yaani ofisi zetu zipo katika mikoa mbalimbali mbali Tanzania hapa Eh, yaani tuna ofisi kila mkoa. Karibu sana uchimbiwe kisima chako kwa gharama nafuu kabisa. Unamiliki kisima chako pendwa kabisa. Eh, mazingira kama unavyoyaona, hao ni wa Mangati au wa Masai wametulia zao hapo. Wapo wanashangaa kisima, wanashukuru Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia eh, katia heri katika eneo hilo. Basi kimepatikana kisima ambacho cha kuweza kuwasaidia katika eneo lao. Basi na wewe unayetaka kuwekeza au unayetaka kuchimbiwa kisima kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, usikose kutupigia kwa nambari 0612812960 au 0756548544.